Waligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Mei 26, siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa za zaupea kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani leo tutaanza kuangazia gazeti laku la mwananchi kwenye habari kubwa za zapea kipaumbele, inaanza na habari inayosema Rungwe, safari ya G55 ilivyosukwa. Huyo ni Hashim Rungwe asema safari ya G55 ilivyosukwa, asimulia hatua kwa hatua, mazungumzo yaliyofanyika, wahusika e, wakuu wa masharti yaliyotoa, lakini azungumzia mpango ya baadaye na tetesi kuhusu Mboye. Na kuna habari inasema, Chadema yatangaza msimamo kwa msajili. Chadema yatangaza msimamo kwa msajili. vikao CCM kuibuka na mrithi wa Dr. Nchimbi vikao vya CCM kuibuka na mrithi wa Dr. Nchimbi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Na mbinu mpya wizi tishio maeneo ya Kariakoo, mbinu mpya wizi tishio maeneo ya Kariakoo. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi na hiyo habari inapatikana eh, pata nakala yako na gazeti la Mwananchi. Tuangazie gazeti lako la Nipashe. Mwanga wa jamii linaandika msigo wa shtuka maofisa habari kubeba mikoba ya viongozi habari kubeba mikoba ya viongozi. Lakini kamati kuu CHADEMA, hoja ya msajili ni batili. Kamati kuu CHADEMA sema hoja ya msajili ni batili, yaazimia kuto kujibu barua yake, kuendelea na vuguvugu na no reform no election, kuziba mapengo yaliyoachwa na waliohama. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini makala maalum, walia kero ya uharufu kali kutoka ikiwa ndani kwenye makala maalum ya wali na harufu kali kutoka kiwandani. Lakini namna uchukuzi inavyotumia PPP kutekeleza miradi yenye tija, namna uchukuzi inavyotumia PPP kutekeleza miradi yenye tija. Habari pia inapatikana kwenye gazeti Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la taifa leo linaandika DCP ya mchokoza uhuru, wasiwasi wasi wa maafa ya kimbunga. Mgomo wa kupeti ya onya TSCC polisi wa ua na roku wa kamatwe, jumwa eh, sifu draila kwa uzalendo yoni. Habari pia kwenye gazeti la taifa leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia kwenye gazeti la kula Zanzibar leo linaandika majaliwa ushirikiano Tanzania na Japani wa imarika. Wenye majaliwa ushirikiano Tanzania na Japani wa imarika, lakini zingatieni viapo vya taaluma yenu zingatieni viapo vya, vya taaluma yenu ya, mshambulizi ya, ya Urusi ya waua watu 12 Ukraini, na maafisa habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Uhuru, gazeti lako linaandika wadau watoa maelekezo eh, kwa watumishi wa umma. Wadau watoa maelekezo kwa watumishi wa umma. Lakini mauzo bidhaa za Tanzania na Japani yapaa mauzo bidhaa za Tanzania na Japani ya paa, lakini mwingine aunganishwa kesi kukutwa na kobe mia moja na nne, na simulizi ya mtanzania ayeishi jirani kwa Rais Dr Nchimbi. Lakini SGR hivyo alivyochochea mageuzi makubwa kiuchumi, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika CCM kujenga makao makuu yake mpya Dodoma, CCM kujenga makao makuu yake mpya Dodoma. Lakini UVCCM wa mjibu Askofu Gwajima, UVCCM wa mjibu Askofu Gwajima. Hii ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele ili uh, gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo linaandika Samia aigeuza sekta madini kio cha sekta nyingine, lakini yatoa bilioni 400 bilioni 42.34 bilioni fidia ya ardhi Arusha. Na Ufaransa yakamata ya meli ya Uingereza, yaua Ukraini shambulizi Urusi, na pia kunyegeziti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele lakini gazeti lako la Majira nanyewe ukurasa wa mbele inaandika sababu kuu za kudukuliwa account ya Twitter na X, eh, mitandao mengine. Lakini UVCCM ya yazindua, eh, yazindua first time voter, voter. Lakini Dr. Biteko eh, awataka eh, wazazi kuvumilia na kutunza familia zao. Lakini kabila Kongo inaendeshwa kidiktata h ni kabila sema Kongo naendishakidiktta Majaliwa anguruma Japani akimwakilisha Rais Samia lakini d kijaji aanika mafanikio sekta ya mifugo na umad, utamaduni e, sekta y mifugo na uvuvi uvuvihoi habari napatikana gazeti la Majira kwenye kurasa za mbele lazinduliwa vingogoti Chadema yamvimbia msajili kupitia kikao cha kamati kuu CHADEMA, ya mvimbia msajili kupitia kikao cha kamati kuu. Na kwenye gazeti la habari leo tuna habari inayosema Kabudi, afrika iweke nguvu katika maendeleo imara, lakini katibu amkosi afungwa miaka ishirini kwa ubadhirifu, na Tanzania zidi kupaa uwekezaji kimataifa. Tanzania zidi kupaa uwekezaji kimataifa lakini machinga watangaziwa neema, machinga watangaziwa neema na ACT Wazalendo ya hapa kushiriki vyema uchaguzi. Na maspika East Africa waja waja na mkakati wa sarafu moja elfu mbili na thelathini na moja lakini machinga watangaziwa neema, machinga watangaziwa neema na Raia Mzalendo, gazeti lako linaandika, Msigwa awafunda maafisa wa mawasiliano wa serikalini, chama kikuu cha upinzani Iringa cha mfano kwa wengine. Lakini wizara ya madini yaandika mafanikio, ma waziri Mavunde aelezea mtiriko wa mafanikio GST, kujenga ma maabara bora e za madini barani Afrika. Lakini bado kuna bado, anasema ndege za ATCL zaendelea kuwa kivutio uh, duniani, lakini uh, baadhi ya ya nchi ikiwemo Msumbiji zaomba zifike juu ya habari kwenye gazeti lako raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga, uh, sauti ya wenyeonge linaandika serikali serikali yaahidi kuwaunga mkono wamachinga nchi nzima. Lakini miaka minne ya rais Samia, serikali yaja na mkakati wa kuimarisha madini. Miaka minne ya rais Samia, serikali yaja na mkakati wa kuimarisha madini, na benki ya NMB yaleta kijiji huku UVCCM yaja na kampeni ya ushindi kwa CCM. Sasa tuangazie kwenye michezo na burudani, gazeti lako la Machinga dot net na zanalo linaandika Azizki atambulishwa waidadi, Mayele viongozi Yanga Azizki wapongezwe. Lakini Simba yafa kiume fainali ya CAF. Simba yafaa kiume fainali ya kafu yatoka sare ya moja moja Berkane. E, nyu amani Zanzibar likiigisakura zalendo kwenye mchezo inaandika kiungu wa Mali ya yatua Yanga. Simba yashindwa kutinga fainali, Yanga yaanza kujipanga bila azizi ki, lakini kuna habari E, ee, bado inaendelea. Inasema kwenye gazeti lako la habari leo, hamisa ajivunia mafanikio ya ziziki, lakini simba yalikosa tena ee, simba yalikosa tena aziki yanga wa Ghana. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la habari leo kwenye kura za mchezo, lakini gazeti lako la majira kwenye mchezo inaandika e, Simba kama kilichotokea mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu. Simba, kila kilichotokea mwaka 1993 lakini Fadlu sitasahau matukio ya fainali. Huyo ni Fadlu Davids asema sitofahau sitosahau mafanikio ya fainali. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika serikali kutibiwa wasara, lakini Aziziki k auaga yani kwa uchungu na kombe la shirikisho la ota mbawa Simba ni baada ya kulazimishwa Na tukiachana sasa na gazeti lako la uelekeo tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba kama Yanga washindwa kubeba RS Berkane mabingwa. Lakini wa idadi ya mtambulisha rasmi Aziziki Yanga yathibitisha rais wa CAF uwepo wa Dabi Unibadi kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Simba ni muhimu. Aziziki alivyoacha alama Yanga mbabe mandonga wampatano Raisi eh, Samia. Na gazeti lako aspoti linaandika Ten Hag kumrithi wa Alonso, Ten Hag kumrithi Alonso eh, Leverkusen. Na kwenye gazeti lako a spoti kuna barsawa maskini, Simba wakosa ubingwa ardhi ya nyumbani. Fadlu sasa ageukia ligi kuu, lakini pamba jiji yazingatia hesabu na KFC na JKT, huku Enrique ya fukuzia rekodi ya Guardiola. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la spoti, lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Simba ilivyokufa nje ya mtaani uwanja kafu, lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo linaandika hatua dai. E, hiyo hatu ndo habari kubwa kabisa kwenye kwenye gazeti lako la Mwanaspoti habari kubwa ni hiyo hatuadai e, hiyo ndio habari kubwa kwa siku ya leo. Lakini kuna habari, picha ikionyesha wachezaji mbalimbali wa Simba Sports Club wakiwa wanavalishwa Motsepe e, anawavalisha medadi mdai e, kwa mchezo wao mzuri ulioonekana. Lakini kwenye gazeti lako hili hili na Mwanaspoti kuna ratiba ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, majira ya saa kumi, hiyo e, ni KMC complex habari kwenye gazeti lako la la mwanaspoti kwenye kurasa wa mbele na gazeti lako la mwanaspoti kurasa wa mbele, ndio tufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mema na kwa herini, asubuhi njema.